Uhali gani mpenzi mtazamaji wa Afya Update, nami ni Dr. Chilo. Leo nimependa ni share na wewe mambo machache ya kuzingatia kwa mama aliyejifungua. Kuna kujifungua kwa njia ya upasuaji na kujifungua kwa njia ya kawaida, spontaneous vaginal delivery. Sasa njia hizi kuna mambo ya kuzingatia kabla ya kushiriki tendo la ndoa, kwa sababu kuna wanawake wanaweza wakakaa mpaka miezi sita, wengine mwaka mzima, wengine miezi mitatu. Je, ni mwana upi sahihi na kwa nini ushiriki tendo la ndoa? Ni vigezo vipi vitakuambia sasa ni uko sahihi kushiriki tendo la ndoa? Je, ni lini ushiriki tendo la ndoa? Ukiwa unajisikiaje ndipo uanze kushiriki tendo la ndoa? Je, mwanaume anawajibu gani kuweza kukusaidia uweze kurudi kwenye hali yako ya kawaida na ukashiriki tendo la ndoa wana furaha baada ya baada ya kujifungua. Kwa hiyo ninakuja kushare na wewe, cha kwanza, muda upi sahihi wa kuanza kushiriki tendo la ndoa baada ya kujifungua. Kama umejifungua kwa njia ya kawaida haujachanika wala haujapata uh, changamoto yoyote wakati wa kujifungua, tunaweza kukushauri ukakaa wiki sita yaani siku arobaini na mbili zile za uzazi zinatosha umwili wako ukajirikava na ukaweza kushiriki tendo la ndoa vizuri, lakini ukawa haupati maumivu wakati wa kushiriki tendo la ndoa, haupati kuumwa tumbo wakati baada ya kushiriki tendo la ndoa, basi wewe unaweza ukashiriki tendo la ndoa vizuri kabisa ndani ya wiki sita. E, na wale ambao wamejifungua kwa njia ya operesheni, hawa kwenye njia ya mfumo wa uzazi yaani via vya mwanamke vya uzazi hakujapata changamoto yoyote, lakini kuna mabadiliko ya homoni ambayo ya yanaweza akapelekea akaweza akawa hana hamu ya kushiriki tendo la ndoa kutokana na mabadiliko ya homoni. Mwingine akawa na ile hali ya kuweza kuwa naogopa kamba kunaweza katokea hitilafu yoyote wakati wa kushiriki tendo la ndoa kwenye kidonda, kwahiyo nae tunaweza tukamshauri mpaka afike wiki, wiki mpaka nane sita mpaka nane Kama anajisikia mwili wake uko fit, anaweza akashiriki tendo la ndoa vizuri pasipo kupata changamoto yoyote. Endapo akapata ushauri wowote katika madaktari kumzalisha, wakampa muda mrefu zaidi wa kushiriki tendo la ndoa, hiyo ni condition nyingine. Lakini endapo amejifungua vizuri, anashiriki tendo la ndoa, mwili wake unahitaji, basi anaweza akashiriki tendo la ndoa. Endapo anha, anakosa ule ute kwenye, kwenye vyo vyake vya uzazi, basi anapaswa kufika hospitali au akakaa kwa kipindi fulani akiwa mwanaume anaendelea kumshawishi kwa maneno mazuri, kumrudishia confidence kwa sababu kipindi hichi cha kujifungua, baadhi ya wanawake huwa wanakosa confidence kabisa, ya kurudisha ile stimulation ya kushiriki tendo la ndoa. Kwa hiyo unakuta inakata ina, inakata hadi hali ya kupata ute kwenye via vyake vya uzazi. Kwa hiyo tunawashauri wa baba waweze kuwa karibu sana kwenye kipindi hichi Amwongee naye kwa kipindi kirefu, atumie muda mrefu kumwandaa mpenzi wake ili aweze kurudi kwenye hali yake ya kawaida. Msifie mpenzi wako, kama ni shujaa, kwamba ni mwanamke ameshakuwa mama, kwa hiyo unampenda sana, unamjali, unampelekea baadhi ya zawadi. Zile zawadi zitaanza kumwonyesha kwamba ni wa thamani na mwenye maana zaidi ndipo atakuwa mwepesi kurudisha zile homoni na kufanya stimulation ya kushiriki tendo la ndoa ikawa vizuri, hamtapata changamoto. Changamoto kwa nini akae muda mrefu zaidi, mpenzi wako asiporudi kwenye hali yake ya kawaida baada ya kujifungua. Kwa hiyo, ewe baba, muonyeshe mwanamke unamjali na kumpenda baada ya kushiriki tendo la ndoa naye, atarudisha hamu yake ya kushiriki tendo la ndoa kwa urahisi zaidi. Pili, uweze kuzingatia kwamba ukishiriki tendo la ndoa baada ya kujifungua ndani ya hizo wiki sita mpaka nane unaweza pia ukapata ujauzito mwingine mwingine. Kwa hiyo lazima tu tunashiriki kwa kujua kwamba kalenda, endapo hata kama hujaona hedhi yako, unaweza ukashiriki tendo la ndoa, lazima tu na uone, lazima ujue siku sahihi za kushiriki tendo la ndoa na kujua kalenda yako ya uzazi inaendaje ili usije ukapata mtoto mwingine au ujauzito mwingine kabla mtoto hajafikisha hiyo miezi miaka um, miwili ambayo ni, ni, ni kwa usahihi. mm-hmm. Kwa hiyo, unaweza ukapata ujauzito ukishiriki kwenye kipindi hicho. Kwa hiyo, kuna njia za uzazi wa mpango ambazo ukiweza kufika kutokana na aina ya uzazi unaotaka ujifungue kwa watoto wangapi na mipango yako ambayo umeplan uzae kwa kipindi gani, una umri gani, ambao madaktari wanaweza kukuangalia wakakushawishi au wakakuelekeza njia sahihi ya kuweza kuitumia ili usije ukapata ujauzito mwingine baada ya kujifungua. Na tunasisitiza zaidi kipindi cha kujifungua kinahitajika care ya usafi, inahitajika care ambayo ya chakula Kula chakula ambacho kina virutubisho tofauti tofauti, protini za kurudisha majeraha, kuponyesha majeraha na wanga kuweza kuleta nguvu, ili kuweza kurudi kwenye hali yako ya kawaida. Na ukila vizuri, unategemea utashiriki tendo la ndoa kwa usahihi zaidi, na ndoa yenu itakuwa na furaha na kuleta bondi safi. Muda gani sahihi? Endapo muda ule ambao mtoto atakuwa amelala basi, mkishiriki tendo la ndoa kwa utulivu. Baba, andaa mazingira mazuri ya kumshawishi mama aelekee na, na, na kushiriki tendo la ndoa. Usimfosi endapo endapo mwanamke anakwambia hajisikii kushiriki tendo la ndoa. Baba, tumia ushawishi wako kuweza kumrudisha mwanamke kwenye tendo la ndoa, na usitumie nguvu kwa sababu mifumo yake ya homoni na kwa bado haiko sawa. Kwa hiyo ni wasi, wakina baba, wakina mama, waendeleni kufuatilia chaneli yetu hii. Kama unajifunza mambo, utaweza ukasubscribe, ili utakapokuwa tunaweka video zetu uwe mwepesi wa kupata taarifa kwamba tumepakia video itaweze kukufundisha jambo. na, ni niwatakie wakati mwema. Nawapenda no, sana wasikilizaji wangu. I love you.